Tuelekee kaunti namba 40 sasa ambapo changamoto, kutokana na changamoto nyingi wanazokumbana nazo wajane na mayatima, serikali kuu na zile za kaunti zimetakiwa kutenga fedha maalum za kuwasaidia kupambana na changamoto hizo hasa kiafya kwa wajane na elimu kwa mayatima. Kwa mujibu wa simulizi za wajane wengi imebainika kuwa ni dhahiri wanapitia wakati mgumu mara tu waume wao wanapoaga dunia na kulazimika kukithi mahitaji ya watoto licha ya kupitia kwa mahangaiko yanayosababishwa na jamaa wa karibu. <coughs> Baadhi yao hupitia mateso ya mila potovu mbali na kunyang'anywa mashamba yao. na nimewachwa nikiwa na miaka thelathini, ilikuwa na watoto nane. Hawa watoto wote, mkubwa alikuwa na miaka kumi. Ilikuwa vigumu pa kuwalea watoto, ilikuwa vigumu kwa familia kukaa na watoto, na kwa familia ilikuwa vigumu hata kupata shamba, kupata pa kulima. Wamasemeji wa wangu ambayo niliwaachiwa walikuwa wanakiri kwamba atuatakuwa akisaidia watoto, lakini hakuna hata mmoja wao huwa anasonga karibu na mimi. Mimi niliwacha na watoto wanne, kijana anga akaaga akaniachia aka watoto waine. Tena matatizo hayo hayasazi jinsia, huku wanaume wanaosalia nyuma baada ya vifo vya wake wao wakikabiliwa na hali ngumu zaidi maishani. Ilikuwa shida kabisa kulea hawa watoto, vile unaweza pata mapato ya kulea hii watoto ilikuwa ni shida kubwa kabisa kwa sababu hakuna, hakuna mtu mwingine nyuma yule alikuwa anaweza kunisaidia mm. Kwa wanaume wenzangu wenye wamekufiwa, nawambia wa, na hao wawache maneno ya nasa na raha nyingi kama pombe, watapotelea huko. Na kama waliwachwa na watoto wadogo kama mimi, hawatatunza hao watoto vile inatakikana. Hata hivyo wanaojizatiti, licha ya changamoto na kustahimili ugumu wa maisha ya ujane, wana mengi ya kujivunia mbali na kuwapa motisha wenzao walio katika hali sawia Niko na mtoto form 3 na yule aliyeachwa na miaka mitatu sahi yuko gredi ya nane. Namshukuru Mungu kwa maana amesimama na mimi na ameniongoza vyema, na washauri wanawake wajane wenzangu wasikimbilie kuleta wanaume wengine kwa maisha yao wanapoondokewa wanaume wao. Kwa mujibu wa padre wa kanisa Katoliki la Bwaliro, eneo bunge la Butula, Robert Kizito, ipo haja kwa serikali kuu na zile za kaunti kubuni hazina ya kuwapiga jeki mayatima na wajane, ili kuwakwamua wanaozama katika lindi la umasikini. Na waende kwa vijiji wenyewe, waangalie hawa watu ambao wanapitia hali ngumu, wasikae tu kwa ofisi na kusema tumetuma watu, watembee na magari hayo ya serikali wakiangalia vile hawa wamama wanaishi. Wengine hata hawana nyumba, wengine hata hawana makazi, wengine hata hawana chakula, wengine wanapitia hali ya uchochole sana. Jane Cherotich, runinga ya Citizen kutoka eneo bunge la Butula, kaunti ya Busia.